Mmewachoka wahubili? Haleluya, yes. Kabla sijaenda kuhubili, huyu ni rafiki yangu, tulikutana huku wakati nafanya uinjilisti mtaani, lakini tumesoma naye sekondari Iparamasa. Tuipokutana katika kuongea, niliguswa na ushuhuda wake wa namna alivyokutana na Yesu kule sekondari alikuwa tu ni mtu wa kawaida Bwana asifi sana, lakini leo ana kanisa mahali hapo, lakini pia anafundisha. Naomba tu kwa dakika chache kama mbili hivi, utupe ushuhuda wako tu ili ulivyoanzia kukutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe, makutano! Bado sijasikia. Bwana Yesu asifiwe makutano! Ninazo sababu za kumshukuru Mungu hata kufika mahala hapa, sio kawaida, ni jambo la kushangaza kuwepo leo siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mbele yako ni yule aliyekuwa mafichoni kama jinsi ulivyo. Mimi ni kijana ambaye nilikuwa nikisoma shule, nimemaliza masomo yangu, lakini familia niliyozaliwa ni familia ya maagano Familia ilikuwa ni familia ya kiganga ya kienyeji. Nimeishi familia hiyo nikifanya shughuli hizo na familia yangu, hatimaye siku moja nikapata wito kupitia mkutano ule kuendesha wa Adventist Dar es Salaam. Mkutano ule ulikuwa ni mkutano wa kisadi wa kidevita wa Adventist wa Sabato ule unafanyika Dar es Salaam chini ya mchungaji Mbaga. Mchungaji huo ni, ni wakati anatoa wito niwefika katika mahala hapo kwenye kanisa kwenye TV kama mnaona, na mimi nikavutiwa na huduma, nikaanza kua nenda kanisani kwa kupipi. Ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na saba nenda kwenye mkutano kwa kupipi dakika hey, ya mwisho nikasikia roho ya Mungu ananiambia somo. Alikuwa anahubiri anasema, wafu wako wapi? Somo hilo ligusa maisha yangu, lakini niliendelea kusali kama kawaida, nikaanza kusali kanisa la Adventist la Sabato. Wakati niko shule ya rafiki yangu hawa ndio walikuwa mjewikoa wameokoka Bwana Yesu sana. watu sana siku ya watu waliokoka walikuwa wameokoka kweli kweli. Mimi nikiwa mpagari nafanya maagano ya ajabu kwenye familia zetu, lakini cha ajabu nimokutana Yesu siku moja nikiwa Morogoro Ifakara, niko nikifanya shughuli zangu za ufugaji, nikifuga nguruwe baada ya Sabato kunikataa wakasema, kwa kuwa nafuka nguo, wewe hautakuwa pamoja nasi. Mpige Yesu makofi na vigelegele. Lakini Mungu alivyoachabu, nilibaki nyumbani nikasema, kama shida ni nguo, basi mimi sitaendelea kusali. Nikaanza kusali nyumbani nikiwa na familia yangu. Mwishowe mke wangu akasema ah, kwa kuwa mimi nimekataa dini yako yakataa kwenda kusali kuacha wewe mwenyewe. Nikasema hii haitoshi, nikabaki nikimwabudu Mungu. Lakini cha ajabu nilipokutana na Yesu, sikilizeni, siku moja nimelala usiku wa manane nikaoteshwa ndoto. Ndoto hiyo ilikuwa inasema Yesu anarudi mara ya pili. Wakati nimelala nikaona wingu zito limetanda kuna mkutano unafanyika mara fulani pale watu wa Lumasa mtaa wa Lumasa Buselesele mtaa unafanyika, katika kanisa la Pefa. Yesu anatoa wito, watu wanaitwa waje kwa ajili ya kuokoka, watu wamekataa. Majira ya saa tisa alasiri, wingu likaanza kutanda, wingu likawa zito, nikiwa kipindi cha ndoto. Sikiliza mpendwa, ule jificha. Nikasikia sauti inaniambia, tazama juu Nilivyotazama juu nikaona picha ikipita, wenye wenye watu wenye sura za kuvutia, sura zina ng'aa, watoto, wazee, vichana, sura zina melemeta, wakina mama. Yesu nasikia sauti naniambia, jiunge na kundi hilo kwa maana Yesu anakuja. Mpige Yesu makofi na vigelegele amen. Niliposikia hivyo, moyo ukaendelea kusukuma, nikasikia hata sauti ya pili nasema Jiunge na kundi hilo, tazama juu. Wengine ia tumejificha tumeogopa radi, ngurumo, tumejic tumejificha tumejificha. Cha ajabu, ninaona peke yangu, wengine sioni kama wana, wameona, naona wengine kujificha. Mimi ninaona watu wenye sura za kuvutia ajabu, sauti ile itakatika. Baada ya kusikia sauti ile Natoka kwenye ndoto, roho inaniambia nenda, ukaambie Yesu anakuja mara ya pili, ya kwanza, ya pili, nenda ukaambie Yesu anakuja mara ya... Nikatoka kitandani, sauti ikanisukuma, nikaanza kuhubiri siku tatu, nikimbia kwenye mlango na gonga gonga gonga gonga, amka, mimi shina, Yesu anakuja mara ya pili. Ameniambia niambie muende kanisani, mkamwabudu Yesu anakuja. Wa Watu wakaanza kusema, wamechanganyikwa, fungeni kama. Siku tatu niko mtaani Ifakara, nimehangaika sana, siku tatu na hubiri, watu hawakuelewa. Dakika ya mwisho, siku ya tatu, nikapata mahala, kuna kanisa jipya liko limefunguliwa, kanisa la Fai, Gospel Family. Nilipofika pale nikapenda huduma ya pale, nikaogopa hata kurudi nyumbani. Nilikuwa na ngume zilizokosa mlishaji, mke ameondoka, mume amechanganyikiwa, akarudi nyumbani kwao Mm. Nguo zikapekea nikabaki na Yesu, nikaishi kanisani, nikana ma miezi sita niko hekaluni. Siku moja nika nikiondoka, nikaenda kufanya mikutano mbalimbali, dakika ya mwisho nikaanza kusimama jukwani nikihubiri, nikiwaambia Yesu anakuja. Watu wakaondoka, tukaenda malingi, tukapiga injili, watu wakaondoka, tukaacha na makundi ya makanisa. Leo niko hapa, nimeondoka Morogoro kuja nyumbani, nimefika nyumbani nikapenda kusali kanisa la Baptist. nikaingia kusali mahala pale nilipoanza kusali afa barua ikaja. Unaweza kukomea hapo. Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. Sana Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu wa Mungu, ndivyo alivyookoka alipoamka kutoka ndotoni. Ile sauti ikaendelea kuwa halisi moyoni mwake. Bwana asifiwe sana. Ile sauti ikaendelea kuwa halisi moyoni mwake, ndipo akaanza kuhubiri baada ya ule muda, maana alihubiri Injili. Aliamka, aliamka saa tisa usiku akaanza kuhubiri Injili kwa siku tatu, hali wala hanywi. Haleluya! wakahisi amechanganyikiwa, ila kwa sababu anamhubiri Yesu wakashindwa namna kwamba wamzuieje. Haleluya! Lakini baada ya muda akaanza kuwa anaombea watu na wanapona. Tunavyosema hivi, huyu mtu wa Mungu tayari, baada ya ameshasomeshwa tayari, mm, chuo cha Biblia mwaka ni ndio unaenda Uganda au mwaka huu? Yesi, mwezi wa kumi na mbili mwaka huu, mwezi wa kwanza anaingia Uganda, mwezi wa kwanza mwakani anaingia Uganda. Baada ya hapo anaelekea Marekani. Bwana asifiwe sana. Hata nataka niseme Mungu yupo, naweza kwenda kukaa. Mtumishi wa Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu Mungu anawainua ili wawe ushuhuda ya kwamba Yesu yupo Mpendo ambao umetusikiliza mahali hapa, ninaomba ta, tumia muda wako kutafakari njia zako. Yesu akirudi utakuwa wapi? hicho ulichoonyeshwa. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mmechoka, Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, kila alichokiona kwenye ndoto ya kwamba radi zinapigwa, radi zinapigwa, wamejificha na kila mmoja anajuta, lakini wale waliomwamini Yesu wana nyuso za furaha, ndicho kitakachotokea kwenye siku ya mwisho. Kwa hiyo wakati uli nawezekana wewe usipate neema ya kuokoka kama huyo alivyookoka kupitia ndoto, lakini injili imekuichia leo. Una nafasi ya kuokoka. Kitabu cha Ufunuo ishirini na moja inasema kwa habari ya kwamba aliona Yohana mbingu mpya imekuja na wale wateule wako pamoja na Bwana. Mimi naomba nihitimishe hapo naamini umesikia mkutano amini mahubiri tangu mwanzo. Una nafasi ya kutengeneza njia zako na Mungu. Kumbuka maandiko yanatuambia habari ya mke wa Rutu. Alikuwa amepata neema ya kuokolewa, lakini ghafla akakumbuka kugeuka nyuma, ghafla akageuka nyuma, akawa nguzo ya chumvi. Mpendwa, inawezekana lakini umeanza kugeuka nyuma. Leo Bwana anakuhitaji. Naomba msimame tuweze, naomba msimame tuweze kuomba pamoja na mwinjilisti. Karibu tusimame, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Nyosha mkono wako mahali ulipo, sema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie, siku utakapokuja nisije nikaachwa. Nisaidie Bwana Yesu, nisaidie leo, nisirudi nyuma kama mke wa Ruti. Nipe kuendelea mbele, nipe kuendelea mbele katika jina la Yesu, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, asante sana, Bwana akubariki wewe. Kama ulikuwa nasubiria tena mahubiri mengine, sauti ya mtumishi wa Mungu leo imenyamaza. Sauti ya mtumishi wa Mungu kwa hapa siku ya leo tayari, ay imenyamaza. Sasa, kama ulishindwa kuitumia hii fursa